Bro, niaje msta Ben. Niko poa. Siko poa aje? Eh, kwa nini tena? Yuko poa? shida ni gani? Sasa yule madam si amenichuja. Mtu wangu umefanya nini tena? si sasa kuna scandal fulani amenipata nayo bro. Nilikwambia, nilikuambia, nilikwambia ukianza kufocus na hiyo madam, focus na yeye mpaka mwisho. Sasa hii mambo ya kupenya pe sasa umefukuzwa, ishaungua asha nichuja. Sasa mimi sina kazi, wewe una kazi ni. Sasa nitakusaidia aje? Sasa mko poa, nilikuwa natafuta fundi wa TV, nimetoka hivi juu sijapata, unaweza nisaidia aje? na kuanga fundi, kwa hivyo utanisaidia eh? ya naweza kutengeneza. Na si tuende basi. Oh, shida sasa. Hmm, kwa nyumba ni mbali sana na nimesahau tools kwa nyumba kuna moja iko hapo eh. Niko na tarimbo. Uko na tarimbo kwa nyumba eh? Ah, tuende tutumie hiyo, tuende. Sawa basi, kujaribu kwani unakwanga fundi. Naenda kujaribu. Na ukiharibu vitu za wenyewe? Sijui, siko ni fundi. eh, eh? <laughs> E, ndio ile, ndio ile oh. Oh, ni gani hii okay. Oh, ulikomeka token? Hey, nilieka jana. ulieka token ni jana mm. Hmm, unaona ni kama moto haifiki oh. Unaona hii mm -hmm. Hii stimu ikipotea eh? inaanguka ama token ikiisha wewe inaanguka mm. Na mi siwezi kuadvise ushikange hiyo kitu, hiyo kitu inapiganga watu shock vibaya sana, inaweza kumaliza so mm. Hii ni kama ndiko la shida. Umeona imewaka Mm. Wacha nifunike. Hei, tawaki santi. Lakini si imewaka kila kitu kwa sawa. Tengeomba kuenda sasa. Hama usiende yeah. Weka hapa. Si utakuna nitengenezea hapo. Siwezi shika hapo eh? Tukae tu huku. Ukushua? Hama eh. Siwezi shika tena hapa ni kama nguo zangu nilikuwa nimewacha tutanunua. Utaninunulia? Eh. Tu relax kwanza alafu tuende tutafute mangu. manguu oh. Sawa ni oh, kama kwangu sasa. Sasa sasa, utoe hiyo t-shirt. Kuna joto, tutawakisha fan hana. <laughs> weto pia mi nataka kutoa mt. Oh, kuna joto? Kuna joto? Kuna joto, kuna joto ama usiki? Nasikia lakini. Na hii na nyumba nani analipa, simi ndo nalipa ni wewe? Wewe ukona kakitu, unaonaje una <laughs>